Lazima tukubali kuwa kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupumzika. Naelewa ugumu mnaoupata wa kutonikubalia, mnakubali tu. Naelewa kila nikiwatizama, na nimepata message nyingi na hata nyuso zenu nikizitizama hivi, bado mnauliza kama, je, huwezi kubadili mawazo? na ninyi ni mashahidi, na mwenyekiti amesema kwamba tumekuwa na makatibu wakuu wengi tangu chama cha mapinduzi kizaliwe, tumekuwa na makatibu wakuu saba. Kwa hiyo si ajabu na katibu mkuu wa sasa naye akiachia ngazi ili apatikane katibu mkuu mwingine. Ni kushukuru mwenyekiti kwa kukubali nimshukuru makamu mwenyekiti zanzibar kwa kunikubalia na nimshukuru mzee mangula vile vile kwa kunikubalia mimi mara nyingi sana nakwenda nyumbani kwa mzee mangula nazungumza zungumza na huwa ni mmoja wa watu ambao huwa namshawishi kwa sababu najua anazungumza na mwenyekiti wangu anambia sasa mzee huo upande wangu mara ya mwisho tulipokutana ofisi ya chama pale, mimi na mwenyekiti na makamu, kwa kweli mzee Mangula nakushukuru. Tulipokuwa pale, rais alikuuliza, wewe unasemaje? Ulitoa muhanga kumwambia mwenyekiti, mimi nadhani tumruhusu apumzike <laughs> na mwenyekiti kama alikukasirikia kidogo hivi sasa, wewe mimi nifikiri utakuwa upande wangu, bora umekuwa tena upande wa katibu mkuu. Kwa hiyo mzee Mangula nakushukuru sana kwa kunielewa na kwa kutambua kwamba kila lililo na mwanzo lazima liwe na mwisho.